Oa, mwanangu, mambo vipi? Oa, dogo, mambo shwari. Mwanangu, nimesikia eti ile wape sekondari imefungwa. Hivi ni kweli au sio kweli? Ah, mwanangu kweli ni majanga yani ni kweli mtupe, yani shule ya ya wape imefungwa hakika mwanangu. Da. Mbona tumefungiwa shule, tutapata elimu kivipi sasa? Ah, mimi bro nataona kweli. Yaani, wanataka tutie mamimba watoto. Yaani kuanzia leo mwanangu, mwende tumwende yani katikati. Mwanangu, una socks hapo. <laughs> Mwanangu na akili kibao ninazo, kama mimi au sio? Mwanangu nikuwa nazihitaji sasa hivi, niukute wapi nichukue? Maana leo ni nikuwa nimekapata mwanangu, leo leo, yaani kinda kindakini ya, wanafunzi kwa wanafunzi, mwanangu, mwanangu, niche au sio? <laughs> Naenda ukafundisha matematiko mwanangu, tufanye collab au mwanangu, tafuta vya kwako kwa kwa. Ana hapa ni kwangu tu.